Navonss kwa majina yangu naitwa Imani Mbwiga, niko na familia yangu na mke wangu. Tunamshukuru Mungu kwa kututendea mambo makubwa, uh, mahususi kabisa mambo makuu matatu ambayo Mungu ametufanyia, uh, kwa mwaka 2024 kupitia huduma hii ya Reality of Christ. Kwa kumbukumbu nafikiri, nanie ni mashuhuda, mke wangu alikuwa akifika hapa tukija kwenye utu, kwenye maombi, na alikuwa ni mja mzito lakini cha kumshukuru Mungu kikubwa ni kwamba wiki karibu mbili za mwisho ambazo alipaswa kuhudhuria kliniki ilionekana, baada ya kwenda kufanya ultrasound, ilionekana mtoto bado hajakaa vizuri, ikimaanisha kwamba hajageuka. Hiyo ilikuwa ni taarifa kutoka kwa daktari, na kulikuwa kuna yamkini akaenda kufanyiwa operation, lakini alipokuja kwenye ibada ambayo ilikuwa ni wiki ya mwisho kwenda kujifungua tunamshukuru Mungu. Alipofika kujifungua alijifungua salama na hakukuwa na operation tena. Lakini nayo siku ambayo alikuwa amehudhuria kwenye ibada Mungu alituona kwa sababu mtumishi wa Mungu uh, pasta Kishimbo alipokuwa akimwombea prophetically alikuwa akitamka kwamba mtoto akae vizuri. Hatukuwa tumemtaarifu kuhusu hiyo taarifa, lakini Mungu alimtumia kinabii kabisa kuamuru mtoto ageuke kwa, alikuwa akitamka mtoto ageuke na tunamshukuru Mungu ali, alikaa vizuri mtoto na alijifungua salama kabisa. <coughs> wa kike anaitwa Shifra. Tunamshukuru Mungu a kutubarikia huyu mtoto lakini, kwa mwezi huo wa kumi na mbili Mungu alitubariki na gari, lilikuwa aliko kwenye mipango sana kwa sababu tulikuwa tukijitafuta kupata usafiri, lakini uchumi ulikuwa unasumbua kupata gari. Asante kwa Mungu ambaye alifungua milango kwa jinsi ya ajabu sana. Ukilinganisha na kazi yangu na wingi wa familia ambayo ninayo sasa, na Mungu alitupa mtoto pia akatupa na gari ndogo ya kutembelea. Tunamshukuru Mungu, lakini jambo la mwisho ni kuhusu, tulikuwa tumetafuta eneo kiwanja, mahali fulani, ilikuwa ni vigumu sana kuki, kukimalizia fedha, lakini pia mwishoni mwa mwaka huo huo, baada ya kuja kwenye maombi na kuandika maombi kwenye karatasi kupata uh, breakthrough za kiuchumi, Mungu alitusaidia pia tulimaliza hela yetu ya, ya kulipia uwanja na Mungu akatupa uwanja ukawa wa kwetu, jambo ambalo lilikuwa ni vigumu sana sana, tulikuwa tukijaribu na tulikuwa tunashindwa kumalizia, kiasi kwamba ilifika hatua mpaka mwenye uwanja alitaka kutunyang'anya. Kwa kwa mambo hayo matatu tunamshukuru sana Mungu kwa wema wake na fadhili zake. Amina, asante. Labda mkiwa ongea machache Amina. Mimi kifupi namshukuru tu Mungu kwa yote, nasema asante kwa mtumishi wa Mungu, kazi yake ni njema. Amina, amina, Mungu awabariki.